Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni dominika ya ishirini na tisa ya mwaka wa kanisa, na masomo yetu ya leo yanazungumzia kuhusu kusali, kusali bila kuchoka. Wakati ambao tunasali, tunaongea na Mungu, tunamkabidhi Mungu nia zetu, tunamlilia katika shida, tunamlilia katika tahabu, tunaomba msaada wake tunaomba nehema zake, na huku kuomba ni njia ya kuonyesha kwamba sisi wenyewe hatujiwezi. Kuna yule ambaye hana uwezo zaidi kuliko sisi, kuna yule ambaye tunamtegemea katika maisha yetu, kuna yule ambaye tunamtegemea wakati wa dhiki. Na hivyo hivyo, bila yeye hatujiwezi, bila yeye hatuna faida. Na hapo wakati ambao tunasali basi Mungu anasikiza sala zetu, kwa sababu ni baba yetu ambaye anatujali. Anatuambia hatuwezi kumwomba samaki akatupatia nyoka, na hakuna siku ambayo tutamwomba mkate atupatia mawe. Basi kwa sababu ni baba yetu, na tunamwomba kwa nyenyekevu na kwa imani, bila shaka atatupatia. Basi ndugu zangu, tuombe bila kuchoka, tuombe bila kukata samaha. Usisahau kuomba hata wakati wa furaha, kwa sababu ni yeye amekutengemeza katika furaha hiyo. Kumbuka ya kwamba kanisa ni mama na vile vile ni mwalimu, na hivyo hivyo ni shule ya sala wakati ambao tuwa katika kanisa zetu titala ni muhimu kwa sababu inatuunganisha na Mungu. Basi ndugu zangu, tuombe Mungu, usikate tamaa kwa sababu aje kujibia, lakini ng'ang'ania na mpaka mwisho, huyu Mungu atakusikia na ataweza kujibia sala zako. Somo letu la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na saba aya ya nane hadi kumi na tatu. Na katika somo hili tunaona vile nguvu ya sala inavyosaidia ukweli huo unaonekana wakati wa Israeli walivyoshinda vita ule jangwani. Katika somo hili tunaona kwamba wana wa Israeli walienda kupigana na Wamaleki. Waameleki walikuwa uzao wa Esau ambaye alikuwa ndugu yake na Yakobo ambaye baadaye aliitwa Israeli. Wakati walienda kupigana na hao Waameleki, tunaona kwamba Musa anaenda akibeba fimbo lake, anaenda juu ya mlima, alafu anainua mikono juu, na wakati ambao alikuwa anachoka na kuteremsha mikono chini, wana wa Israeli walikuwa wanashindwa na hawa Waameleki na wakaona ni vyema waweze kumuitia Haruni na Huri waende washikilie mikono yake diposa waweze kushinda. Na tunaambiwa kwamba kwa kuinua mikono yake Musa, wana wa Israeli waliweza kushinda. Hii ni ishara ya kuonyesha kwamba wao wawangeweza kumtegemea Mungu, waliinua mikono diposa wamtegemee Mungu katika maisha yao. Ndugu zangu, mara ngapi ambao sisi wenyewe katika taabu na shida zetu tunamtegemea Mungu? Wakati ambao uko na shida, mara nyingi unamtegemea huyu mganga, ama saa zingine unakata tamaa, unaweza kwenda kutafuta nguvu za ngiza, badala ya kuinua mikono kama Musa, umkabidhi Mungu shida zako, ndipo saa aweze kusaidia na wakati ambao unaona kama unalegea, tunaunganika wote kwa pamoja kama jamii, tunasaidia awali wengine pia kuomba, kwa sababu Musa alisaidiwa na Haruni na Huri kuinua mikono yake, ishara kwamba wakati ambao alikuwa ni kama anachoka, wao alakamshikilia mikono yake juu. Sisi ni mara ngapi ambao tunashikana kwa pamoja kuomba? Wewe ni mara ngapi umesaidia mtu mwingine kuomba? Nani mara ngapi wewe umesaidia mtu mwingine eh, akumpatia Mungu shida zake? Mara nyingi kila mtu anakimbia kivi yake <coughs> kwa sababu hautaki watu wengine waweze kubarikiwa kama vile wewe mwenyewe umebarikiwa. Saa zingine mtu anakuambia, saa zingine mtu anakuambia kwamba umsaidie kuomba na wewe mwenyewe hata unakataa. Saa zingine unataka Mungu akujibu sala zako taki kuita msahada ama kuita watu wengine wakusaidie. Ndugu zangu, tusikate tamaha na tujifundishe kusaidia watu wale wengine. Kama Musa angekata tamaha na atamshe mikono yake, angeshindwa. Na wewe usiweze kukata tamaha katika sala zako. Mungu anaweza kukosa kujibu saa hii ama kesho ama kesho kutwa, lakini atakujibu tu. Mara nyingi wakati ambao unaomba rosari moja unataka Mungu akujibie hapo hapo. Alafu wakati mnakosa kuomba kukujibia, unakata tamaa, unaenda misa, unaomba misa familia ya familia na unataka baada ya hiyo tu misa tumeingiza itendeke. Saa zingine unataka vile vile baada ya kubarikiwa yale mapepo akutoke hapo kwa hapo. Hapana, upatia Mungu muda katika maisha yako, usikate tamaa katika maisha yako. Na ndio sababu msaburi leo anatukumbusha y kwamba msaada wangu hu katika Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Na ndiyo jinsi ambao tunaomba wakati ambao e, katika sala zetu tunasema msaada wangu katika jina la Bwana, kwa sababu bila yeye auwezi chochote. Na ndio anatuambia nitayainua macho yangu ni tanzame milima, msaada wangu toka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Ndugu zangu, tujua kwamba hakuna yeyote wa kutupatia msaada ila tu huyu mungu wetu, na hiyo ndio wazo ambalo tunaliomba kat, tunaliona uh, katika uh, Injili ya leo ambayo inatoka mwinjili Luka sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya nane. Na katika mfano huu wa kadhi mdhalimu, Yesu anazungumzia mambo mawili. Jambo la kwanza, ya kwamba Mungu ana kinyongo na mtu anayehitaji msaada wake, na pili ya kwamba sisi sote tunahitaji msaada wa Mungu, hivyo tumwombe msaada bila kuchoka ili atusaidie. Tunaona mfano wa huyu kadhi ambaye tunaambiwa kwamba hakuwa anamcha Mungu wala hakuwa anajali jali watu, lakini huyu mjane alikuja kwake mara kwa mara na akaamua kwamba ni vyema aweze kumsaidia. Ndugu zangu, katika maisha yetu ya kila wakati, tunajua kwamba Mungu ana kinyongo nasi. Yeye ni baba yetu, anajali kila mmoja wetu na anatusaidia kila wakati, wakati ambao tuko wahitaji. Lakini mara nyingi tunasahau ya kwamba yeye ni baba ambaye anachukua shida zetu zote, anachukua magumu yetu yote anachukua yale ambayo anatusumbua. Saa zingine tunamsahau na tunapelekea shida zetu watu wengine. Je, wakati uko na shida ni nani ambao unamkabidhi shida zako? Je, wakati ambao uko mgonjwa ni nani ambao unamkabidhi ugonjwa wako? Wakati ambao uko na furaha ni nani ambao unakabidhi furaha zako? mara nyingi tunadhania ni nguvu zetu, na hapo tunaenda tunaenda, tunajivijari, nadhania ni akili zetu, najua ni nguvu zetu. Lakini sasa ni Mungu ambaye amekupatia akili na Mungu amekupatia hiyo nguvu. Ndugu zangu, tusadiki kila wakati ni Mungu tu anajua shida zetu. Watu watakuangusha, watu watakuaibisha, lakini Mungu, hakuna siku moja ataweza kukuaibisha. Na hii jambo la pili ni kwamba usichoke, kama tulivyosikia katika somo la kwanza kuomba usichoke kupeana nia zako. Kuna kitu ambacho nimekiomba miaka kumi na huja ikipata, usikate tamaa. Umeenda hija siku ama mara kadhaa na hujapata kile ambacho ulikuwa unakiombea, usikate tamaa. Umeomba misa kwako, si moja, si mbili, si tatu na bado hujaona, usikate tamaa kila wakati rozari unaziomba, lakini haujafanikiwa usikate tamaa. Mungu yupo, na hivyo wakati ambao unaomba mtegemee Mungu, huwa na imani ya kwamba Mungu ataweza kujibia kile ambacho unakihitaji una kwa sababu Mungu anasikiza azara zetu. Na wakati ambao unaomba kawaida tunapenda kupeana nia zetu, lakini napenda kusema kwamba hata wewe omba Mungu wako vitu vikubwa kwa sababu hata wewe sio mchache mbele za Mungu. Wewe sio mdogo mbele za Mungu. Wewe ni mtu ambaye aliumbwa katika sura na mfano wa Mungu. Omba vitu vikubwa, acha kuomba vitu vidogo. Usijaribu Mungu wako na vitu vidogo, mwombe vitu vikubwa, kwa sababu anatuambia kwamba kama utakuwa mwaminifu kwa vitu vikubwa, na utakabidhiwa vikubwa. Lakini usisahau sio mwaminifu kwa zile vidogo, hata hakuna mwema mwe, yeyote ataweza kukuamini kwa hivyo, ni lazima wewe kuwa mwaminifu kwa Mungu ndiposa aweze kukabidhi vitu vikubwa. Kwa hivyo kama wewe ni mwema mbele za Mungu, bila shaka ukiomba Mungu hayo makubwa, atakuwa ataweza kupatia. Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu anatuambia katika somo la pili, waraka wa pili kwa mtume Paulo kwa Timotheo, sura ya tatu ya 14 hadi sura ya 4 aya ya pili, anatuambia kwamba wewe ukae katika mambo yale niliyofundishwa na kuyashika, kwa maana unajua ni kina nani ambao walijifunza kutoka kwao. Na hivyo anatukumbusha ya kwamba kama sisi tumeweza kufundishwa hayo, basi tuyashike na tuweze kuyahubiri kwa maneno, na tuwe tayari wakati ufaao na wakati usio usiofaa, tukikaripia kukemea na kuonya kwa uvumilivu wote katika mafundisho. Ndugu zangu, kama sisi tumekuwa waaminifu na Mungu ametukabidhi neno na Mungu ametupatia sakramenti na Mungu ametupatia baraka, tumejifunza kutoka kwake, basi ni yale maisha ambayo tunapaswa kuyaishi: maisha ya ukamilifu, maisha ya nehema, maisha ya kufundisha watu wale wengine. Fundisha watu kushika neno la Mungu, fundisha watu kuomba fundisha watu kusameheana, kufundisha watu maandili yale mema, fundisha watu kujua kwamba tengemeo lao liko katika Kristo. Maisha yetu yaimarishwe na sala, na kila wakati tusali, na wakati ambao tunasali kumbuka, tunaongea na Mungu, na Mungu ataweza kukusikia na ataweza kujalia yale yote ambao unayahitaji. Kumbuka maneno ya msaburi, msaada wangu katika Bwana aliyesifanya mbingu na nchi. Tutazame mbinguni na huyu msahada wetu ambaye ni Yesu Kristo, atakuja katika nia zetu, atakuja katika familia zetu, atakuja katika shida zetu. Usikate tamaha katika kusali. sali kila wakati na Mungu atakujibia. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Ee Baba, tunakushukuru kwa neema nyingi ambazo anatujalia na kuomba tujalie neema ya kuomba bila kukata tamaa. Tusiwezi kuyumba yumba katika sala zetu, tusiwezi kupayuka katika sala zetu, lakini tuweze kuongea nawe kila wakati, wakati wa furaha na wakati wa shida. Natomba hayo kwa njia ya Kristu na bwana wetu. Na bwana awe nanyi, nawabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nawatakia Dominika njema. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kucomment, ndio tukue pamoja katika uh, channel yetu ya Living Word Homilies. Mungu akubariki.